Tukiendelea mbele, huku vita dhidi ya ufisadi vikiendelea kushuhudiwa humu nchini, gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi amewataka wanasiasa kutoingilia kazi ya tume ya kupambana na ufisadi. Kingi, aidha, amesema tume hiyo iliundwa kisheria na hatua ya kuikashifu bila mpangilio mwafaka huenda ikatoa motisha tume hiyo ya kufanya kazi yake vyema. Aidha, gavana huyo amewataka wanasiasa kutoikashifu tume hiyo katika mkutano au mikutano ya hadhara, na badala yake watoe ushahidi ambao unaashiria ushindwa kwa majukumu ya tume hiyo. Wakati huo huo, Kingi amewalaumu wabunge wanaoshinikiza kuondolewa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Kariako Tobiko na badala yake waeleze ni kwa jinsi gani Tobiko amefeli katika kazi yake. Vilevile ameonya tume ya kupambana na ufisadi kuwa makini na kufanya kazi yake vyema bila kuendesha kesi za washukiwa wa ufisadi kisiasa. <tune> Wanasiasa ndo wanaingiza tume ndani ya, ya siasa uh, manake wao wakipata uh, uh, malalamishi kawaida, wanakuja na kutafuta ikiwa ni faili, ikiwa ni kitu gani, na wanafanya uh, uchunguzi wao, na uchunguzi ule ukibainisha wazi kwamba kuna ushahidi wa kwamba kweli ufisadi ulifanyika, wao wanapeleka mtu, na ikiwa hakuna uh, ushahidi Uh, wao wanazima ile, ile faili lakini mwanasiasa yeye hataki kuenda na ile kauli ya tume. Uh, anataka yale yake yafanyike. Kwa hivyo, kuna ushahidi, hakuna ushahidi, mwanasiasa anataka mambo yaende kivyake. Kwa hivyo, nafikiri nataka niwaombe wanasiasa wote kwamba tuipatie tume nafasi ifanye kazi yake.